Mkoa wa Morogoro, jimbo la Mvomero, walioandikishwa mia moja sitini na tisa elfu mia tatu hamsini na moja. Waliopiga kura mia moja na sita elfu na arobaini na nane sawasawa na asilimia sitini na mbili e, nukta sita mbili. Kura halali mia moja na tatu e, mia sita, mia, mia moja na tatu elfu mia sita tisini na tano sawa na asilimia tisina saba nukta saba nane. Kura zilizokataliwa alfu mbili mia tatu hamsini na tatu sawa na asilimia mbili nukta m mbili, mbili. Matokeo: Anna Elisha Mgwira ACT alfu moja na hamsini na tisa sawa na asilimia moja nukta sufuri mbili, mbili. Chifu Lutalosa Yemba ADC kura mia tano na ishirini na mbili sawa na asilimia sufuri nukta tano sufuri. Dkt Magufuli John Pombe Joseph CCM kura sitini na nane elfu mia moja sabini na tisa sawa na asilimia sitini na tano nukta saba tano. Lowasa Edward Ngoyai CHADEMA kura thelathini na tatu E, elfu mia nne sitini na nane sawa na asilimia thelathini na mbili nukta mbili nane. Hashim Rungwe Spunda Chauma kura mia mbili sabini na sita e, sawa na asilimia sufuri nukta mbili saba. Kasambala Janken Maliki NRA hamsini na saba sawa na Eh, asilimia sufuri nukta sufuri tano. Limu Ma, Maximilian Elifasio TLP sitini na nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri saba. Dovuto Fahami Nasoro UPDP sitini na sita sawasawa na asilimia sufuri nukta sufuri sita.